Huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya kimataifa ya watu wanaoishi na ulemavu duniani, wachezaji wa mchezo wa voliboli kwa watu wanaoishi na ulemavu kutoka kaunti ya Mombasa wamekita kambi nje ya ofisi ya gavana wa kaunti hiyo wakitaka wapatiwe fedha za kugharamia safari yao ya kushiriki mashindano ya kaunti mbalimbali humo nchini. Tujikaze tucheze mpira, tutawaachia kitu watoto wetu kwa maisha. Ukatoka mwitaki atakwambia mama wangu amefanya hiki. iki mama yako amefaalinako na mguu kuliko vile tunyanyasa. Mwenyekiti wa kikundi hicho Gerald Otieno amesema waliwasilisha barua kwa serikali ya kaunti tarehe 15 mwezi Oktoba mwaka huu wakiomba ufadhili wa shilingi laki mbili na elfu sabini na tano kwa ajili ya safari na mahitaji muhimu ya timu hiyo, lakini hadi sasa hawajapokea jibu lolote wala mwongozo wa hatua zilizochukuliwa. So, bajeti yangu ni pesa kidogo sana 275,000 peke yake ambayo tulikuwa tunataka, hatutaki pesa nyingi vile tunaenda Makueni kwa sababu sisi pia ni watu wako, so hata mimi mndada akufanyia walemavu vile sasa hivi unafanyia walemavu amndada alikuwa amepeleka walemavu kwa maji na sasa hivi sasa unaua saidi. Kwa mujibu wa Otieno, wachezaji walipaswa kuondoka hii leo kuelekea kaunti ya Makueni ambako mashindano yanatarajiwa kuanza rasmi hapo kesho, lakini ukosefu wa usafiri, vifaa na mahitaji mengine muhimu umeifanya timu hiyo kukosa kuondoka kama ilivyopangwa. Kwa sababu hiyo ni kuenda kukodesha hoteli kule, hata federation mwenyewe wananipigia simu kwa sababu wanasema hoteli huwa inajaa kule Makweni kwa sababu teams nyingi zinakuja, hata jana wale na kuomba bwana gavana, bwana gavana, kama uko na utu kweli, saidia wale wao walemavu waende kucheza nini vile. Mmoja wa wachezaji Irene Mkavuli amesema serikali ya kaunti imekuwa ikiwapuuza licha ya kuiwakilisha Mombasa katika mashindano ya kitaifa, akiongeza kuwa wanahofia huenda wakakosa kushiriki mashindano hayo. Kila tukitumanya barua kwa gavana, hakuna siku inaitikiwa. Tukiamua kuja sisi wenyewe, tulikuja wakatupandisha kwa ofisi huko, kuna ofisi iko huko juu stairs, wakatupandisha juu, mpaka kuna mmoja wetu kidogo wavunjike tena tuka kuanzia saa tatu asubuhi mpaka saa saba usiku hatuna pesa hatuna maji ya kunywa wala chakula dakika mwisho gavana alitoka na mlango wa nyuma na akaenda akatuacha na tukusikizwa na mtu na hiyo safari ikakufa hivyo hivyo hiohio kile kikufa kama hivyo tukifika kule lazima tulipe tena uwanja na kama sasa tujaenda tukifika kama tujaenda siku nyingine tukienda tunalipia tena siku tujaenda 1500 wachezaji hao sasa wanatoa wito kwa serikali ya kaunti na wadau wengine kuingilia kati haraka ili kuhakikisha wanapata fursa ya kushiriki michezo hiyo muhimu, kwa sababu hii tournament ni muhimu, ni ya selection ya national team ya kuenda China next year. So hata kwa timu yangu niko na players watatu ambao wanacheza kwa national team, so kama hata watakosa kuenda watakuwa disqualified.